Juni 2024, Kenya ilikumbwa na hali ambayo wengi hawakuwa wameshuhudia, maandamano ya kihistoria ya vijana wa Gen Z ambao walijitokeza kwa maelfu bila mwito wala kauli za wanasiasa. Ilikuwa ni harakati ya kizazi kilichochoka na sasa kikapata sauti yake, chanzo rasmi ikiwa ni mswada wa fedha uliopendekezwa, ushuru wa, wa ziada kwa bidhaa na huduma za msingi. Walijipanga wakiwa na simu mikononi mwao na mitandao ya kijamii kama silaha kuu hakukuwa na kiongozi maalum bali ari na matumaini ya pamoja waliunda mabango na kutengeneza ujumbe wa mitandaoni kupitia memes huku wakitumia hashtag kama reject finance bill na occupy parliament na katika siku chache sauti yao ikawa haiwezi kupuuzwa maandamano yalianza katika mitaa ya jiji kuu la nairobi kisha yakaenea kwa kasi hadi jumla ya kaunti thelathini na tano ikawa ni makabiliano na polisi huku wakikimbia mbele ya risasi za mpira na mabomu ya machozi ila sauti yao haikuzimwa. Kilele cha maandamano hayo ilikuwa Juni ishirini na tano, ambapo baada ya kupuuzwa waandamanaji waliingia katika majengo ya bunge na kuvuruka kikao cha bunge cha siku hiyo. Wakati wa bunge walikuwa bado katika harakati za kupitisha mswada ule. Jumbe kutoka kwa rais siku hiyo kwa vyombo vya habari ikawa ni kuwakashifu waandamanaji kwa, wa kwa kutoheshimu katiba na majengo ya serikali yanayotambuliwa kikatiba, lakini siku moja baadaye rais Ruto alisalimu amri. And listening keenly The people of Kenya who have said loudly that they want nothing to do with this Finance Bill 2024, I concede. And therefore, I will not sign the 2024 Finance Bill. Na kisha kufikia wapinzani wake wa kisiasa ili kujumuisha katika serikali yake na hivyo ikawa chanzo cha serikali ya sasa ya mseto ya Broadbest. Kwa mujibu wa taarifa ya mashirika ya kutetea haki za kibinadamu, watu sitini waliaga dunia kutokana na makabiliano na polisi, baadhi ya raia walikamatwa, wengine wakajeruhiwa na wengine waliripotiwa kupotea kupitia utekaji nyara. Kaunti ya Bungoma ilikuwa moja kati ya kaunti 35 ambazo zilihusika moja kwa moja kupinga mswada huo wa fedha. Anaweza badilisha hii nchi eh... Tukiangalia tukiangalia hapo awali vile walifanya mambo ya finance bill e, wanasaidiana na vyombo vya habari, habari inaenea haraka, ili at least hata uh, mashinani watu, watu ambao wanaishi mashinani wanajua kile ambacho kinatendeka na pia wanaweza wanawafahamisha, eh, wana, wana ujuzi, yaani wana ile utaalamu. Vijana hawa wamesoma sana na ndio maana 2027. 2027 au vijana wanaenda kubadilisha hii Kenya na itanyoroka vizuri. Swali sasa linabaki, huu ulikuwa ni mwamko wa kudumu au ni tukio la msimu mmoja? Itakriba ni takriban mwaka mmoja sasa tangu maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Swali ambalo sasa wengi wanasubiri jibu lake ni je, vijana hawa wa Gen Z watabadili vipi mtazamo wa uchaguzi nchini? Kisifuna ninga Tandao